Na kitu ambacho nataka niseme leo oh, mida hii, unajua kwa sasa Tanzania tunailazimisha sana amani katika mioyo ya watu kwamba iishi na iwepo, lakini nataka niseme mahali ambapo hapana haki, amani haiwezi kupatikana na viongozi hamwezi mkalazimisha amani kwenye mioyo ya watu kama hamtendi haki. Ili kusudi amani iwepo katika maisha ya watu, lazima mtende haki, na hilo ndio tatizo kubwa ambalo viongozi wanalo. Wanavuruga mambo kwenye serikali, wanateka watu kwenye serikali, wanadhulumu watu kwenye serikali Hafu wanakuja wanatuimbia huko kwenye jamii kwamba tuwe na amani. Wananchi hatuweze ukaa kimya kama amani mnaivuruga. Hakutakuja kutokee pakae kimya kama amani inavurugwa. na wana, na viongozi angalia, Hecha ametekwa, polepole ametekwa, lisha amefungwa na kilichomfunga hakijulikani kila yes, siku wana, wana, wanamsumbosumbua tu katika mahakama, lakini haijulikani nini ambacho kimesababisha pakatekwe. Amani haiwezi kupatikana. Hao watu kuna watu ambao hao wanawaamini katika maisha yao. Hao watu kuna watu ambao mioni mwao pamejaa, yani wamafurika wa, wa, wa, wa wao. Amani haiwezi kupatikana kama kuna haki. Viongozi fanyeni haki Samia Suluhu Hassan fanya haki kwenye taifa lako unaloongoza, amani itapatikana. Na ndio maana kikundi kikubwa wakati rais uh, John Pombe Magufuli akiwa madarakani watu walitulia nyoyo yao, kwa sababu kuna haki ilikuwa yafanyika katika nchi ya Tanzania.